Bwana Yesu asifiwe. Aa, kwa jina naitwa Kuhani James Josephat Nyansika. Nimechagua siku ya leo kuzungumzia ahadi. Ahadi ni nini? Ukizungumzia ahadi, unazungumzia agano ambalo mtu amelitoa kwa ajili ya kutimiza jambo fulani, ni agano. Ahadi inabeba agano. Maana yake ni nini? Ahadi pia ni nadhiri ambayo mtu anaiweka kwa ajili ya kutimiza jambo fulani. Kwa hiyo eneo la kwanza ambalo nataka tushirikiane kuangalia, kwanza ni kujua ahadi yenyewe kwamba ni agano. Sasa ninaposema ahadi ya Mungu ina maana ninazungumzia agano la Mungu au nazungumzia nadhiri ya Mungu, ina maana Mungu anaweka agano kwa watu na Mungu anaweka nadhiri kwa watu. Ahadi ina utimilifu wake. Sasa nita, nitaanza na wewe kukufundisha vitu ambavyo vinaruhusu ahadi kutimia, nitaanzia hapo. Ili mtu kutimiza ahadi au ili ahadi kutimia, yako mambo makubwa ya msingi mawili. Jambo la kwanza ni uaminifu wa yule anayetoa ahadi. Kwa hiyo ni vizuri sana kufahamu kuhusu ahadi. Ana alisema neno dogo tu, akasema, Mungu akinipa mtoto mwanamume, huyu mtoto nitampa Bwana. Angalia lile neno, alikuwa tasa miaka nenda rudi, ile ni ahadi. Sasa je, akimpata nini kitatokea? Kwa hiyo kitakachotokea hapo kinategemea mambo mawili, cha kwanza, uaminifu wa huyu mtu anayetoa ahadi. Kabla Mungu hajatimiza ahadi zake anaangalia hayo maombi mawili, cha kwanza uaminifu, cha pili mahusiano. Kwa hiyo jambo la pili ni mahusiano. Una mahusiano gani kati ya mtoa ahadi na mpokea ahadi? Mahusiano ni ya muhimu sana, ni ya muhimu sana. Na ndani ya yale mahusiano kuna kunabebwa pendo. Pendo linaboresha mahusiano. Kwa mtu ambaye nampenda ndipo naonyesha mahusiano yenu yakoje lakini pia ndani ya yale mahusiano sasa, kuna uaminifu, ndio ile nimeisema mwanzo, vinakaa hapo ndani. Kwa hiyo mahusiano na uaminifu ni vya muhimu sana kwenye ahadi kutimia. Kwa hiyo tunapozungumzia ahadi ya Mungu tunazungumzia agano la Mungu. Mungu anamwahidi nani? Mungu anamwahidi mtu. Mungu anamwahidi mtu, mtu wake ambaye amemuumba kwa mfano wake. Mungu ameahidi nini na amemwahidi nani na anatimiza vipi na zimekaaje? Sehemu ya kwanza ambayo tunataka tuangalie kwenye maandiko, tutaenda kuangalia kitabu cha Samweli wa pili sura ya 22 ule mstari wa 31, neno la Mungu linasema hivi: Mungu, njia yake ni kamilifu, ahadi ya Bwana imehakikishwa, yeye ndiye ngao yao wote wamkimbiliao Mungu. Anasema ahadi yake imehakikishwa, alafu yeye ni ngao kwa wote wamkimbiliao. Wamkimbiliao ni kina nani? Ni wale ambao wanaaidiwa na yeye. Kwa hiyo wanaomkimbilia Mungu ahadi zao zimehakikishwa kwa Mungu. Hiyo ndio sehemu ambayo nataka Mungu mtu anielewe vizuri sana. Unapokuwa mtu nayemwamini Mungu, unapokuwa mtu liyemkimbilia Mungu, ni vizuri sana uenewe ili eneo la ahadi Ahadi ni ya Mungu kwa watu. Kwa hiyo neno linasema wamkimbili yao, ahadi zake kwao zimehakikishwa, zimehakikishwa, na hili ndio neno ambalo nataka watu walielewe. Lakini haikuishia hapo tu, hata unaposoma kile kitabu cha Zaburi, pia Zaburi ya 18 mstari wa thelathini, anasema neno lile lile, anasema kwamba Mungu, njia yake ni kamilifu, ahadi ya Bwana imehakikishwa yeye ndiye ngao yao wote wamkimbili yao. Neno ni lile lile linaonyesha jinsi gani Mungu alivyo mwaminifu. Kwa hiyo tunapozungumzia ahadi za Mungu, tunazungumzia kila ambacho Mungu amesema kwa watu wake. Sasa hiyo ni sehemu ya agano la kale. Uaminifu wa Mungu unasababisha kila ahadi ya Mungu itimizwe, kila ahadi ambayo Mungu anaitoa kwa watu wake, kwa sababu ya uaminifu wake Lazima itimie. Lakini la pili, kinachovuta ule utimilifu wa uaminifu wa Mungu ni mahusiano sasa, kati ya mtu na Mungu, ndiyo maeneo ambayo nitataka mtu ayaangalie kwa makini mahusiano. Mungu akishakuwa mwaminifu, kinachofuata sasa ni, ni mahusiano sasa. Nataka tuangalie kwenye kitabu cha Wakorinto wa pili, Wakorinto wa pili sura ya kwanza mstari wa ishirini neno linasema, maana ahadi zote za Mungu zilizopo katika yeye ni ndio. Angalia hili neno la Agano Jipya kwamba ahadi zote za Mungu zilizopo katika yeye, sio ahadi moja, ni ahadi zote za Mungu zilizopo katika yeye, maana zile ambazo Mungu ameagana, zile ambazo Mungu amewekeana zili jibu linasema zote ni ndio. Hili ndio neno ambalo linanitia moyo sana, ni neno ambalo linanivuta sana. Anasema ahadi zote. Wewe ambayo na mahusiano na Mungu, unaifahamu ahadi ipi? Unaifahamu ahadi ipi kuhusu maisha yako? Unaifahamu ahadi ipi kuhusu uponyaji wako? Unaifahamu ahadi ipi kuhusu kufunguliwa kwako? Unafahamu ahadi ipi kuhusu uh, ustawi wako? Hilo ndio neno nataka kila mmoja aongeze kufikiri, aongeze kuwaza, aongeze kuelewa maana neno nasema, ahadi zote za Mungu zilizopo katika yeye ni ndio. Maana kila ahadi lazima itimie. Hakuna ahadi ambayo haitimii kwa Mungu, haipo. Na hili linahitaji mtu kufahamu, linahitaji wewe mtumishi wa Mungu na nitazama kufahamu. Ukiona ahadi haitimii, angalia mahusiano yako ya na Mungu, ndio sehemu ya kuangalia. Lakini hakuna ahadi ya Mungu ambayo haitimii, mtumishi wa Mungu. Mungu si mwanadamu hata aseme uongo. Hili ndio eneo ambalo liko wazi. Mungu si mwanadamu hata aseme uongo, kwa ahadi zake, agano lake lazima litimie. Lakini neno linaendelea kusema, anasema mwisho Mungu apate kutukuzwa kwa sisi, na hiyo ndio faida ya Mungu, kwamba anatimiza ahadi ili apate kutukuzwa. Kwa hiyo kama Mungu anatoa ahadi, anatimiza. Je, wewe unatoa ahadi kwa Mungu, unatimiza? hayo ndio mahusiano yenyewe. Wako watu wanamwahidi Mungu, wanamwambia Bwana, ukinipa kazi nitafanya moja, mbili, tatu. na somo hili mimi niseme tu vizuri, nina uzoefu wa kutosha sana na uzoefu wa kutosha. Nakumbuka yuko kijana mmoja ambaye alikuja kwangu, ni msomi, kwa wale wanaojua masuala ya fedha wanajua ana CPA ni msomi, ana masters ya fedha na uhasibu na ukaguzi. Huyu kijana alikuwa ajapata kazi kwa muda wa miaka minne mitano, alikuja kwangu, akawa anahitaji Mungu amfanyie jambo. Sasa nilimwelekeza hili eneo la ahadi za Mungu, nilimwelekeza nikaongea naye Akawa anakuja kanisani na PC yake kisha anatafuta sehemu ambazo zina kazi, nikawa namwambia apply, akiwa kwenye eneo la madhabahu kanisani. Yule kijana alifanyiwa interview online na alifanyiwa akiwa kanisani, na akapata kazi ndani ya miezi miwili, na yuko pale Dar es Salaam, simtaji tu, yuko hapo Dar es Salaam kwenye kampuni moja kubwa sana, yuko hapo yule kijana alivyoipata ile nafasi alionyesha uaminifu wake, aliendelea kuwa na Mungu, bado ana ile kazi mpaka leo. Kwa hiyo yeye, alimwambia hakuwa ameokoka lakini alisema Mungu atakaponipa kazi ntaendelea kumheshimu, ntaendelea kumtumikia. Kwa hiyo, Hana pia ndiye alichofanya, alisimama imara, akashikilia ile ahadi, akampeleka mtoto kwa Eli awe nabii. Kwa hiyo, hilo ndio eneo langu la kwanza la utangulizi, ambalo natamani kila mtu alikagua. Je, Mungu alikuahidi nini? Ametimiza? kama hajatimiza, shida iko wapi? Jambo la pili, je, waona mwahidi nini Mungu umetimiza? kama hujatimiza, shida iko wapi? Kwa hiyo eneo la utimilifu wa ahadi nategemea hayo maeneo mawili ni uaminifu pamoja na mahusiano. Kwa hiyo uaminifu na mahusiano ni ya muhimu. Usiishie kusikiliza, usiishie kusikia wito na mbiu ya Mungu. Kila isikiaye sauti na aokoke, na aokoke na mtumikie Mungu wake. Karibu sana, tukutane kipindi kingine. Na Mungu aifuata awabariki sana. Amen.